Na mtazamaji, tukiachana na mabadiliko hayo ambayo tumekuandalia taarifa zaidi ya hiyo katika taarifa zetu za mwendo wa saa tatu, kwingineko ni kwamba mwaniaji wadhifa wa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC Robert Akumu Asembo alikuwa na kibarua kigumu kuhusu hati ya kukamatwa kwake katika kesi ya ulaghai. Akumu ambaye ni afisa wa zamani wa shirikisho la soka nchini FKF alipatikana na hatia mnamo Januari mwaka huu kwa kukiuka kifungu cha 313 cha kanuni za adhabu. Basi mtazamaji, na kama anavyoripoti Abdi Aziz Hashim, jopo hilo pia lilisaili Lilian Wanjiku na Sol Simiu Wasilwa kubaini ufaafu wao katika wadhifa huo huku likihitimisha shughuli ya usaili wa waniaji wa wadhifa wa mwenyekiti. Usaili wa wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya IEBC umekamilika leo alasiri. Awamu ya mwisho ya usaili ilishuhudia afisa wa zamani wa shirikisho la soka nchini FKF Robert Akumu Asembo akiwa na wakati mgumu kueleza kuhusu hati ya kukamatwa kwake iliyotolewa dhidi yake katika kesi ya ulaghai mapema mwaka huu na tishio la kuhukumiwa

Aidha, jopo hilo lilitilia shaka uadilifu wa Asembo. So you have put an appeal? Yes. Five open cases against you for dif uh, for different uh, disciplinary issues as an advocate of the High Court uh, two of which have been settled. Are you aware? Yes or no, counsel? I'm not aware. Lilian Wanjiku ambaye ni wakili pia alifika mbele ya jopo hilo na kusema iwapo atateuliwa kuongoza IEBC ataweka adhabu dhidi ya makamishna watakaopinga au kuacha nyadhifa zao kama ilivyoshuhudiwa hapo awali. Simiu aliwahakikishia wapiga kura kwamba mfumo wa kidijitali wa IEBC utaimarishwa ili kuthibitisha, kutoa idhini na kutoa maelezo kuhusu majaribio yoyote ya kuhitilafiana na matokeo usaili kwa nyadhifa sita za makamishna wa tume ya IEBC utaanza hapo kesho na kuendelea hadi tarehe 24, Alhamisi ya Aprili mwaka huu. Abdi Aziz Hashim, Darubini.